Okay, yeah. So uh, kwa majina mimi naitwa Matendo Andrew. Uh, ni mkuu wa kitengo cha habari Wilaya ya Ilala, CUF chama cha wananchi. Uh, leo nimejisikia uh, kubadilishana mawazo na na, na vijana kidogo kwa sababu uh, sisi ndio watu pekee ambao tunaweza kulihakikishia taifa kwamba uh, huko mbele uh, taifa linaweza kuwa salama kwa kiwango gani. Na nimeona ni ni vema kuongea na vijana wenzangu, hasa kwa sababu sisi ndo ambao tunatarajiwa uh, kuwa viongozi baadaye, au sio? Haijalishi uh, unatokea chama gani bro, wewe uh, uh, unatokea CCM, unatokea Chadema, unatokea CUF, unatokea ACT, unatokea uh, kwa ndugu yetu ya Chauma, you know, popote ambapo upo mimi binafsi naamini kwamba ni eneo sahihi sana uh, kwa sababu ni eneo ambalo linawafuasi lina kuna watu wale ambao wanaamini katika chama chako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kufanya kazi kwa bidii hapo ulipo na kuiaminisha jamii kwamba unaweza kuwa uh, problem solver, kwa sababu uh, lengo la la la la, la mtu yoyote ambaye anatarajia siku moja kuja kuwa kiongozi ni ni uh, anakuwa ume, amejipima hata kama haujawai kujua, basi na nakwambia sharti ujipime Je, yeah, nina uwezo wa kuwa problem solver? Nina uwezo na uwezo wa kuwa mtatuzi wa matatizo ya watu. Unaweza kujipima hata kwa ngazi ya familia, kwa ngazi yako mwenyewe binafsi. Unapopata changamoto, huwa unachukua hatua ya kuwa responsible kwenye matatizo yako, unanielewa? Sasa ukishagundua kwamba huo uwezo unao, maana yake ni kwamba ni rahisi sana wewe kuja kuwa mtatuzi wa matatizo, yes. Kwa hiyo kama, kama ha haujawahi ha uh, kuwa mbeba majukumu hata kwenye maisha yako mwenyewe, kama haujawahi kuwa mbeba majukumu kwenye familia yako, kama haujawahi kuwa mbeba majukumu kwenye taasisi ambayo upo, ndugu yangu, wewe ni opportunisti, sawa? Ni mtu ambaye upo hapo kwa ajili ya kuangalia namna ya kujineemesha. Sasa bahati mbaya sana, kadri siku zinavyozidi kwenda, tunaona kabisa kwamba tuna jamii ya kipuuzi sana. Ni jamii ambayo inaamini kwamba haya mambo ya siasa na kiuongozi ni mambo ya kutengeneza hizi I mean, uh, hivi vyama vya siasa. Kuna vijana wenye nguvu kabisa wanajaribu kuvia kuamini kwamba haya ni majukwaa ambayo yanaweza kuwatengenezea wao fursa ya kuwa na kipato. Guys, hivi mpo slasi kweli na maisha yaani leo unakaa unaamini kwamba wewe unaweza kuwa mo. Wewe unaweza kuwa baklesa. Wewe unaweza kuwa tajiri abudi kwa sababu ya kuwa mwanasiasa. Uko serious kweli? Hivi unaamini kwamba wale akinaabudi wanapata hela nyingi sana kupitia siasa? No, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba yani, dalili zinaonekana zinaonyesha kabisa kwamba uh, kuna vijana, kuna kundi kubwa sana la vijana ambao linaamini Guys, hivi unajua kama kuna watu mpaka wanaamini kwamba sasa hivi ili uwe na hela au, au, au ili uwe na na, na na mafanikio unahitaji kuwa chawa hmm. Yaani ili uwe na mafanikio yako kwenye biashara yako au kwenye nyendo zako za kila siku za utafutaji unahitaji kuwa chawa. Kwa hiyo nimegundua kwamba tunaende, tumeanza kuwa tunajenga taifa lenye vijana wahovyo kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana una hivi karibuni, hata ukiangalia unaona kuna kundi kubwa sana la wanachama ambao uh, wanachama wa vyama vya siasa ambao mwende, wanatoka chama kimoja kwenda chama kingine, wanatoka chama kimoja wanakwenda chama kingine. Ukifuatilia record za uwepo wao kwenye vile vyama ambavyo wanatoka unagundua kwamba hawajai kuwa ni, ni problem solver, yaani hawajai kuwa watu wa maana kiasi ambacho labda pengine kile chama ambacho wanatoka uh, uh, wenye kile chama kule ambako wanatoka wanasikitika na kusononeka. Kuna watu tumeshuhudia, sijui whatever, whatever. Yani, kuna vijana wengi na bahati mbaya sana unakuta hawa watu ambao wanatoka chama kimoja kwenda chama kingine, ukiangalia umri wao, unaona kabisa ni vijana ambao uh, wanahitaji kuwa na, yaani wangehitaji kuwa na msimamo, wangehitaji kuwekeza nguvu zao kwenye vyama vile vile ambavyo wapo, ili kufanya kazi na kupata matokeo chanya lakini unamuona una, una kijana anatoka chama A anakwenda chama B. Ukiuliza ukifuatilia rekodi za kile chama ma, ambacho anatoka hakuna kitu amaikufanya alafu, bahati mbaya nyingine kuna kundi kubwa sana la vijana ambao wanashabikia siasa. Maanake kuna kufuatilia siasa na kuijua, alafu kuna kushabikia. Kuna watu wanashabikia, uh, mambo ya siasa kwa kuangalia umaarufu. Okay, hivi unaamini, hivi unajua kwamba uh, pamoja <laughs> unaamini kama pamoja na kele zote zile ambazo Mwijako anazifanya uh, za kuwa chawa na kujisifia kabisa kwamba yeye ni chawa, hivi unajua kwamba siku akiamua kugombea jimbo lolote lile hapa Tanzania anaweza kashinda. Sasa, okay, fine. Sisemi kwamba ni mpumbavu kiasi ambacho hafai kuwa kiongozi no, lakini labda unaweza ukajaribu tu kufuatilia rekodi za maisha yake toka akiwa mdogo shuleni na maeneo mengine ambayo amewahi kupita, amewahi kuwa problem solver kwa sababu uh, tunahitaji kuwa na kiongozi ambaye ana ana ana, ana, ana haiba ya uongozi since way back toka amezaliwa. Pengine ukifuatilia rekodi zake unagundua kabisa kwamba huyu mtu ame, ame, amezaliwa kuwa kiongozi, umenielewa? Lakini unakuta mtu kwa sababu tu ya umaarufu wake, kuna watu wanaamini kwamba huyu mtu anafaa kuwa kiongozi, na kuna watu kwenye haya majukwaa ya siasa wanayatumia kutengeneza umaarufu. Yani kuna watu kwenye hivi vyama vya siasa uh, wana, wana wakishapata hizi fursa. Let's say, mfano mimi nimepata hii fursa ya kuwa mkuu wa kitengo cha habari uh, hapa uh, Kafu, uh, wilaya Ilala. Basi hii nafasi naweza nikaitumia kumtukana rais. Naweza nikaitumia hata kuwatukana viongozi wa chama changu ili nipate influence, yani nipate kujulikana, nipate kuwa na jina, you know. Hiyo. Sasa hiyo, uh, hiyo kupata jina vijana wanaitafsiri kwamba tayari ni mafanikio. Bro dada huwezi uh, kuwa kiongozi wa, mfano, huwezi kuwa kiongozi ambaye unaweza kutufaa kwenye taifa hili kama unatafuta umaarufu kwa kuwasema vibaya watu, kama unatafuta umaarufu uh, wa, wa, wa, wa, wa, kwenye haya majukwaa ili uwaaminishe ili Watanzania kwamba wewe ni kiongozi. Watanzania, naomba niwaambie, kama utafanikiwa kuiona hii video, unaweza tu kujifunza kitu kutoka kwangu. Of course inaweza mika ni, ni mtu ambaye natokea chama wewe unakita chama kidogo, kitu ambacho mimi uh, napata tabu sana kuona watanzania wanaaminishwa kwamba CUF ni chama kidogo. Yani mimi kwa akili yangu na kwa research ambayo nimeifanya CUF ni chama cha pili kwa ukubwa Tanzania, yaani ukiondoa CCM ambayo pengine pia kwa uhalisia inaweza kuwa sio chama kikubwa kwa maana ya kupendwa na watu, ushanielewa. Uh, chama kama CCM kina wapenzi wengi ambao wanakipenda juu juu kwa sababu ya maslahi, wengine tu uh, mikumbo na vitu vingine. uh, Chadema ni chama ambacho kinajua sana kutumia uh, uh, kutumia uh, ushawishi, mshanielewa. Kwa hiyo mtu unapomshawishi, ngoja nikutolee mfano mdogo. Yaani leo mtu unapoamua ku uh, unapoamua kutengeneza biashara yako, unatengeneza mazingira ya kuwa na tangazo zuri ambalo litamshawishi mtu aje kununua bidhaa yako lakini ukweli unaujua kabisa kwamba bidhaa yangu sio nzuri kuliko bidhaa ya mtu fulani. Ushanielewa, unaweza ukapata uka, pointi yangu. Kwa hiyo, kwa lugha nyingine ni kwamba kafu kwangu mimi ni chama kikubwa sana ukilinganisha na vyama vingine vya upinzani Tanzania, kwa sababu wanachama ambao wanaki, wa, am, wanachama ambao uh, wanaipenda kafu ni watu ambao wanaipenda for real, yani kuna watu wanapenda kafu kutoka mioyoni. Ushanielewa, nimeshazunguka maeneo mengi, nimekutana na watu ambao wanaipenda kuna watu mimi naongea nao, kuna watu nimeshawai kuongea nao na wameshawai kuwa wagombea wa udiwani hadi wa ubunge kwa kupitia chama cha ACT Wazalendo. Ukipiga nao stori, unaona kabisa wanasema, bro, mimi ukinikata damu yangu sasa hivi hapa, damu itakayotoka ni kafu mimi ni kafu, damu ni vile tu, nitafanyaje? Kwa sababu nishatoka niko huku, na kurudi nyuma naona kama aibu, jamii itanichukuliaje? na vitu vya namna hiyo. Lakini ukweli ni kwamba mimi ni kafu. Kwa hiyo kafu ni chama ambacho kina watanzania wengi sana ambao wanakipenda kwa dhati. Shida tu ni kwamba uh, kimekosa uh, ushawishi kwa kipindi fulani hapa katikati, kutokana na changamoto ambazo tumezipata. Kwa hiyo ninachojaribu kusema ni kwamba ikiwa unaamini kwamba unataka kutumia haya majukwaa ya vyama vya siasa kutengeneza umaarufu, eti ili uje kuwa kiongozi, bro, uko wrong. Unaweza kufanikiwa ukawa kiongozi kwa muda, lakini usiwe kiongozi wa mfano na ambaye utaacha alama. Ushanielewa eh? Ndio maana kuna watu mpaka leo wametumia majukwaa ya CCM kuwa viongozi, of course walifanikiwa, wakawa viongozi, lakini mpaka sasa hivi ni wapuuzi tu fulani mitaani. Kwa nini? Kwa sababu walitumia uh, kile chama ku, uh, kupanda ngazi kuwa viongozi ili wapate pengine mafanikio ambayo pengine walishayapata, kama ni kuwa na nyumba, kuwa na magari au biashara na kadhalika. Lakini nachojaribu kusema kwa kijana wa Kitanzania ni kwamba hakikisha uh, unajipima kama kweli unaweza kufaa kuwa kiongozi mwenye kutatua matatizo ya watu kwa sababu watu ambao tunataka kupambana akuwa viongozi kwa ajili yao, shida yao wao ni kuhakikisha kwamba tunawatatulia matatizo yao. Sasa kwa kifupi tu nijaribu kuongelea kuhusiana na jambo ambalo limetokea leo uh, tarehe kumi na moja mwezi wa tano 2025 kuhusiana na uh, katibu wetu mtendaji wa wa, wa, wa, juvi Kafu, wa Kafu, chama cha wananchi uh, ameondoka Kafu na kwenda uh, ACT sasa hapa naomba niongee vitu viwili muhimu sana. Kwanza, kitu cha kwanza naomba kuambia vijana ambao mna mnapata nafasi kwenye vyama hivi vya siasa, bro, kuwa na utulivu. As long as umri wako ni ishirini na kitu thelathini, kuwa na utulivu. hakuna mafanikio makubwa ya kudumu yenye kuacha alama ambayo unaweza kuyapata kwa haraka kama unavyofikiria. Kuwa na uvumilivu. Unahitaji muda wa kujifunza, unahitaji muda wa kujijenga, unahitaji muda wa kuwasoma watu ambao unataka kuwaongoza, unahitaji muda wa kutengeneza bezi ya watu wa kwenda kuwaomba.